Karibu sana karibu sana, katika tafakari ya neno la Mungu. Ningependa kukuletea mada leo inayosema kiwango chako cha wasiwasi kimezidi na kukuletea matatizo. Kiwango chako cha kime kime wasiwasi kimezidi na kimekuletea matatizo. Pendwa katika Bwana, wasiwasi ni sehemu ya wanadamu. Usingependa ungepe, uibiwe Singependa upigwe, singependa udhulumiwe, singependa utapeliwe. Hii ni hali ya kawaida kabisa kuwa na wasiwasi. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania wa elfu mbili na ishirini na tano, wasiwasi mkubwa sana umetanda katika, umetanda katika mioyo ya watu. Lakini napenda nikwambie ndugu mpendwa, wewe unayemtumainia Bwana, usifanye makosa ambayo watu wengine wamefanya makosa na wakajikuta wanaangamia. Kwa nini nakuambia hivi? Unapokuwa na wasiwasi sasa hivi juu ya uchaguzi, juu ya maisha yako, juu ya nini na nini, shetani anakuzoeza kuishi maisha ya wasiwasi hata kama baada ya uchaguzi. Shetani anakuzoeza sasa hivi kuishi maisha ya wasiwasi. Badala ya uziangalia zote zinaleta wasiwasi. Kila kitu kinaleta wasiwasi. Kwa hiyo, moyo wako unazoeza kuishi maisha ya wasiwasi badala ya kuishi maisha ya imani. Mungu amesema kwamba watu wangu wataishi kwa imani na wasipoishi kwa, kwa imani wakiteteleka, wakisikitika, wakiteeleka, wakibabaika, Mungu anasema kwamba sitapendezwa nao. Haya maandiko tunayoyasikia mara kwa mara yanahubiriwa na wahubiri wetu mbalimbali, yanaonyesha wazi kabisa kwamba tunahitaji kumtegemea Mungu zaidi kuliko kujitegemea sisi wenyewe. Usipomtegemea Mungu unajiweka mahali pagumu sana katika maisha yako na unaweza kujiletea matatizo makubwa sana uh. Napenda nisome maandiko haya ili uweze kufahamu kwa nini nimekuletea mada hii. Twende kwenye kitabu cha Waibrania sura ile ya kumi kuanzia mstari wa thelathini na mbili: lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu, pindi mlipotwezwa kwa mashutumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu mbele za Bwana. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Mstari wa thelathini na saba: kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha. Naye Bwana asifiwe. Ukisita sita ukiwa na wasiwasi wasi wa aina yoyote ile, Mungu hakufurahii wewe, wakati Mungu amesema kwamba atafurahia kuwatendea mema watu wake. Mungu amezungumza hivyo kwa kwamba atafurahia kuwatendea mema watu wake. Sasa kama Mungu anafurahia kuwatendea mema watu wake, kwa nini hapa anasema kwamba watu wale wanaositasita watu wale wanaositasita, Mungu anasema kwamba hata wafurahia sawa sawa. Hmm. Sasa tumesoma hapa jamani, naomba tuangalie neno la Mungu sasa. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita, roho yangu haina furaha. Naye mesema hivi, Mungu anafurahia kututendea yaliyo mema, lakini tunapokuwa na moyo wa wasiwasi, moyo wa kusita sita Mungu hatafurahia kutendea mema. Hebu tuende kwenye Zaburi ya thelathini na tano Zaburi ya thelathini na tano mstari ulo wa ishirini na saba inasema hivi washangilie na kufurahi wapendezao wapendezwao na haki yangu Naam, waseme daima atukuzwe Bwana apendezwae na amani ya mtumishi wake. Amani na wasiwasi havikai nyumba moja. <laughs> amani na wasiwasi havikai nyumba moja. Na Biblia inasemaje kwenye Zaburi ya thelathini na saba? Inasema hivi: wasiwasi unakupeleka wewe kufanya dhambi. Wasiwasi unakupeleka wewe kufanya dhambi. Nitakuelewesha na Maandiko. Twende kwenye Zaburi ya thelathini na saba, kwanzia mstari wa kwanza hadi wa nane. Sikiliza maneno haya: usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya usiwausudu wafanyao ubatili. Kama unavyosikia kwenye siasa, kwenye kelele za siasa, nasikia nyingi nini? Narudia mstari wa kwanza wa Zaburi ya 37: usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwausudu wafanyao ubatili, maana kama majani watakatika, mara kama miche mibichi watanyauka. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika inchi, upendezwe na uaminifu nawe utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Narudia mstari wa nne, nawe, yani ukiacha hayo mambo, sijui utamsema mtu vibaya, utamsema mtu vibaya, sijui mwanasiasa fulani kafanya baya, mwanasiasa fulani kafanya, wacha fanya, sio haki. Wewe sio Mungu aliyekuweka kuhukumu. Wewe ni wewe aliyekuweka wewe kuhukumu kwamba fulani kafanya vibaya ni nani? Mwachie Mungu, ndio hakimu wake. Narudia tena, sawa, nianzia mstari wa nne nawe ujifurahi, maanake unapoanza kuhukumu watu wengine unapoteza muda wa kujifurahisha katika Bwana, ule muda ambao unapaswa kujifurahisha katika Bwana, wewe unaanza kumwangalia kumwangalia, si yule kafanya vibaya, si yule kafanya vibaya, yule kafanya vibaya, haikuhusu. Serikali ni ya Mungu, Biblia inazungumza kwenye Warumi sura ya 13, aya na anarudia katika mstari wa 4, nawe utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini, naye atafanya ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya, acha kuloporopoka kwenye TikTok. Haleluya! Mstari wa saba, ukae kimya mbele za Bwana, sio kwenye TikTok unaenda kutoa, unabanya banya kwenye TikTok, TikTok. Ukae kimya mbele za Bwana nawe umgojee kwa saburi, usimkasirikie yeye ata usimkasirikie yeye atanikiwaye katika njia yake, afanikiwae katika njia yake. Oreyangu imeanza kufutikafutika kidogo hapa. Sema, usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake mbaya, wala mtu afanyee hila. Mstari wa nane, ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. ukasirika Mwisho yani, yani oh, oh, wake ni kutenda mabaya ni, ni, ah, lakini bwana, ni wanaiba hela za serikali. Sawa, wanaiba. Wewe ndio hakimu wao Sawa, watakapokuwa wamekufa, tukienda kwa hukumu, ni wewe. Kipindi hiki cha siasa ngumu, oh, kipindi hiki cha siasa ngumu, watu wengi wanafundishwa kusengenya. Shetani anawazoesha kwamba kusengenya ni sawa. Unapomzungumza mbunge fulani au kiongozi fulani, unajifunza kusengenya, unajizoeza kusengenya hiyo ndio njia shetani ameileta ya kuzoeza watu kusengenya. Kwa hiyo <laughs> hata uchaguzi utakapoisha, utamsengenya jirani yako, utamsengenya bosi wako, utamsengenya fanyakazi wako mzee, utaona ni kawaida, kwa sababu kipindi hiki unaona ni kawaida kumsengenya ah, ah, amefanya vibaya, unaona ni kawaida kumbe. Shetani anaitumia hiyo kukuzoesha kusema mabaya juu ya watu wengine, hata kama hujui, shetani anakuzoesha kumsema mtu mabaya, lakini unaona ni kitu cha kawaida ushtoki ushtoki kawaida sasa. Hapo unapoona ni kawaida, maana yake ni kwamba unafikiria kwa kusema sana itasaidia. Uniambie, kwa kusema sema sana kwenye makurupu, kwenye vijiwe nasema sana, sana, sana itasaidia nini? hmm. itasaidia nini, nini itasaidia nini? na mwambie kutasaidia nini nini nini, wakati Biblia inasema sawa. Biblia inasema watu wa Mungu kazi yao ni kuomba, kuombea taifa. Ndio kazi kubwa ya watu wa Mungu. Nasema biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, nasema taifa litakapofanikiwa na nyinyi mtafanikiwa. Nasema liombeni taifa litakapofanikiwa na nyinyi mtafanikiwa. Iko kwenye kitabu cha Yeremia, siko, siko ndani kusomeni wapi? Lakini, iko kwenye kitabu cha Yeremia. Kwa hiyo, usiruhusu Shetani akakuzoesha mabaya katika kipindi kigumu Usiruhusu shetani akakuzoesha vibaya katika ipindi kigumu, ujizoeshe kumwomba Mungu kwa kila jambo. Sasa unapoendelea kuzungumza sawa, unapoendelea kuzungumza mabaya na kutarajia mabaya na mi mabaya, moyo wako unajifunza kuwa na hali ya wasiwasi wasi. Kwa hiyo unapokuwa na ile hali ya kuwa na wasiwasi ni kwamba unataka kucontrol mabaya yasitokee, lengo lako ni kutaka kucontrol mabaya yasitokee.

uweze kuona kitu ambacho nataka kukisema hapa. Mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kumi na sita kuanzia mstari ule wa saba. Wakati ule Hanani Mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi yenye nguvu na walikuwa wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako, kwa maana uliomba sana, kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita isiyokuwa na mwisho mpaka <laughs> utubu. Umejitegemea we mwenyewe, umeona mdomo wako una kazi kubwa sana, ufanya kazi kubwa sana. Shetani anakuzoeza hali ya wasiwasi, na Mungu anasema kwamba ukisitasita, ukiwa na wasiwasi, unatenda dhambi. Ukiwa una sita sita, manake huna una imani. Unapopona wasiwasi, huna imani, unatenda dhambi. Tumeliona hili kwenye video ambayo ilikuwa imetangulia, lakini ningependa nirudie. Twende kwenye kitabu cha Warumi, twende kwenye kitabu cha Warumi, twende kwenye kitabu cha Warumi uweze kuona kwamba wasiwasi wako ni dhambi mbele za Mungu. Mstari ule wa ishirini na tatu sura ile ya kumi na nne cha kitabu cha Warumi, Warumi. Warumi kumi na nne, kumi na tatu. Si ndivyo? Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa, kwa kuwa sorry, narudia: lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kwa ha... amehukumiwa kuwa ana hatia kwa kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Akila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Pale unapomsema mtu vibaya ukiamini kwamba anayoyafanya ataleta matatizo makubwa sana, ataleta shida sana, hilo limetokana na imani. Hilo limetokana na imani. Asa mfalme akaambiwa na Mungu, kwa sababu ulimtegemea Mungu kipindi kile, Mungu alikusaidia na vita ukashinda. Lakini kwa sababu sasa hivi umeacha kumtegemea Mungu, vita itaendelea kuwepo. Kwa hiyo unapoacha kumtegemea Mungu na kupiga magoti kuliombea taifa, ukakaa tu kwenye vijiwe na kwenye TikTok na kushangaa maneno yanayosemwa sijui na yule anasema nini sijui kapteni nani amesema nini sijui nani amesema nini, nini, nini, nini. Unaanza kuwaza tu hayo badala ya kupiga magoti kuliombea taifa, unafanya makosa mbele za Mungu. Wewe ni wakili, unapaswa usimame kwenye zamu yako kumuomba Mungu kwa ajili ya taifa, na sio taifa tu kazi zako wewe mwenyewe, familia yako, ndoa yako, watoto wako, kanisa lako unatafuta muda wa kuombea? La, kukaa na kuangalia tu kwenye TikTok, kapteni fulani sijui amesema nini, sijui nani amesema nini. Umekaa tu bize, muda kuomba Mungu huna, lakini kwenye stories za siasa muda unao, wana yule mjanja, lakini mbele za Mungu umekamatwa na hatia. Wapendwa katika Bwana, napenda kurudia neno hili kwa sababu naliona nazungumza kama mwana saikolojia. sawa, nazungumza kama mwana saikolojia. nafahamu na kuna kitu kinaitwa brain plasticity. ubongo wako unaweza ukabadilika kutokana na mambo ambayo yanaingia kwenye akili yako, unabadilika kabisa. Kwa hiyo kipindi hiki shetani anakitumia kubadilisha ubongo wa waumini wengi sana wa waaminio wengi sana waishi maisha ya usengenyaji waone ni kitu nomo, waone ni kitu cha kawaida kabisa kumsema mtu hata kama umjui, lakini Mungu anamjua na Yesu Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya mtu unayemsema vibaya. Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya huyo mtu unayemsema vibaya, amemwaga damu yake msalabani kwa ajili ya mtu unayemsema vibaya. Wewe ni kiumbe kipya, lazima maneno yako yawe tofauti na watu wengine. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu ende kwenye Wa Korinto wa pili sura ya tano uone kwa nini wewe kama kiumbe kipya una wajibu mkubwa kuliko unavyofikiria. Wa Korinto wa pili sura ya tano. Wa Korinto wa pili sura ile ya tano. Wa Korinto wa pili sura ile ya tano, kama wewe ni kiumbe kipya una wajibu huu. Sawa, naomba tusikilize. <coughs> Okay, nianzie mstari ule wa kumi na nne taendelea mpaka mstari wa kumi na saba. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu, hatumwangalii mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Ya kale yale ya kusema na semana, ya kurushia na rushiana mawe yapite. Kwa sababu gani? Hayatuletei picha nzuri mbele za Mungu. Mbele za wanadamu tunaonekana ni kawaida safi, sawa, safi, lakini mbele za Mungu sivyo. Sisi ni, ni, ni, ni, ni jeshi la makuhani wateule, walioteuliwa kuifanya kazi ya Mungu hapa duniani. Sisi kazi yetu ni kupatanisha wanadamu na Mungu. Hiyo ndio kazi tulioitiwa, tunaitwa makuhani kwa hiyo tunapomuona mtu mbaya tutafute njia, huyu mtu mbaya apatanishwe na Mungu. Sisi ni makuhani mbele za Mungu, tuwapatanishe watu waje kwa Bwana. Hiyo ndio kazi tulioitiwa. Sasa wewe, we, we, we umeitiwa kazi ya kusema, sema watu ovyo? huyo mtu unamwona mbaya, inapaswa utafute njia za yeye apatanishwe na Kristo Yesu. Tuendelee kwenye Wakorintho ile ya pili, sura ile ya 5 sawa. Sawa. Mstari wa kumi na nane. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mungu ametia ndani yetu neno la upatanishi, na ndio hili nakuletea wewe leo. Wewe ni mpatanishi, sawa, sio mtu wa kuchochea fujo. Fujo itasaidia nini? Niambie, fujo itasaidia nini? Italeta mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko gani gani, fujo gani? Fujo gani kama sio kumwaga damu? Biblia inazungumza a, kitabu cha Warumi ushindeni uovu kwa wema hiyo ndio biblia inavyozungumza ngoja nikutafutie watuende kwenye kitabu cha warumi tuende kwenye kitabu cha warumi biblia inasema kwamba ushindeni uovu kwa wema kitabu cha warumi wasikoseni sura ya kumi na mbili warumi sura ya kumi na mbili kuanzia mstari ule wa kumi na tisa nianzie mstari niangazie mstari kum... <laughs> wa kumi na saba itakuwa tamu zaidi, inasema hivi, mstari wa kumi na saba. Ha, yani maneno haya ni matamu kweli. Msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana wa majeshi. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hili ni neno la Bwana. Usishindwe na ubaya, ukaanza kupiga makelele ya ajabu ajabu kwenye TikTok. Ushinde ubaya kwa wema, piga magoti waombee, hawa watu Mungu awabadilishe akili zao, watubu, wamwamini mfalme wa amani, Yesu Kristo aliyesema, nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sikuja kuhukumu ulimwengu, nimekuja kutafuta na kuokoa kilicho potea. Akasema mwenye afya njema hahitaji daktari, bali aliye mgonjwa ndo anayehitaji daktari. Amezungumza bwana Yesu hayo maneno, sema mwenye afya njema, ule unamuona mbaya ndo anahitaji msaada wa kiroho, kwa maombezi yako. Wewe unaamini kwamba Mungu anaweza yote. Sasa kama unaamini Mungu anaweza yote, haya makelele yote kwenye TikTok ya nini? Kama unaamini Mungu anaweza yote, hayo makelele kwenye TikTok ya nini? Mpaka wengine wanafungiwa makanisa, makanisa yanafungwa msidi kelele. Kama Mungu wako kweli anaweza yote, piga magoti, afanye kazi. Tunaona kwenye Biblia, Farao alisalimu amri. Farao na ubishi wake wote alisalimu amri baada ya Mungu kuingilia kati. Sasa kama Farao aliweza kusalimu amri Hawa wengine ni akina nani? Hawa sisimizi tu. Hawa ni sisimizi tu. Mtegemee Bwana. Hakuna neno lilogumu kwa Bwana wetu Mungu wa majeshi. Matendo yake ni ya ajabu siku zote. Mtegemee Bwana. Hakuna neno lilogumu kwa Bwana. Matendo yake ni ya ajabu. Nimalizie ndugu yangu. Nimalizie na neno hili limekuja hapa kutoka kitabu cha Wafunuo, kitabu cha mwisho kabisa kwenye Biblia. Sura ya 15. Kitabu hili neno limekuja sasa hivi ghafla lakini naamini litamsaidia mtu mmoja kumfahamu huyu Bwana anataka nini kwetu katika siku hizi za leo. Ufunuo sura ile ya 15, Ufunuo sura ile ya kumi na tano mstari ule <tose> <tose> okay, okay, okay. Nianze kwanza, nianze mstari wa ya pili, itakuwa tamu zaidi. Nianze mstari wa pili. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo, wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yako e, Bwana Mungu mwenye enzi. Ntarudia mstari huo mtamu kabisa watatu. Nao wawimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ya ajabu ya, matendo yako e, Bwana Mungu mwenye enzi ni za haki na za kweli njia zako za e, mfalme wa mataifa. Jamani, huyu ni mfalme wa mataifa, Yesu Kristo mwana wa Mungu Aliyesema nimepewa mamlaka yote mbinguni na hapa duniani. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu anatawala kila taifa pamoja na Tanzania. Mungu anatawala kila mwanadamu pamoja na mume wako na bosi wako na watu wanaokucheka, watu wanaokudharau. Mungu wote anawatawala. Kauli mbio, kauli mbio inasema hivi, kauli mbio inasema hivi ushinde ubaya kwa wema kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili, itakapotoka video nyingine upate taarifa mapema sana, na Bwana akubariki. Bye, bye.